Asubuhi na mapema, Ana anaamshwa na mwanaye Jane aliyekuja juu ya kitanda chake. Jane anataka kwenda kupiga mbizi kwenye bwawa la kuogelea pamoja naye, lakini Ana anamkumbusha kuwa anapaswa kwenda kazini na mtoto huyo anatakiwa kwenda chekechea. Wakati huo, Ana anasikia mshindo mkubwa wa radi, hivyo anaenda dirishani kutazama. Mvua inanyesha kwa nguvu sana na barabara inaanza kujaa maji, lakini Ana anadhani hali si mbaya kiasi cha kusitisha ratiba yake ya kawaida. Anaanza kuandaa kiamsha kinywa huku akilazimika kukabiliana na utukutu wa Jane unaomkera. Mama yake anampigia simu kumjulia hali, lakini Ana anamhakikishia kuwa atakuwa sawa. Akiwa anapika, Ana anasikia sauti ya ajabu ya maji na anadhani inatoka bafuni. Anapogeuka anashtuka kuona sakafu yake yote imejaa maji. Jiji limejaa mafuriko kiasi kwamba maji yamefika hadi kwenye dirisha la ghorofa yake. Tangazo kutoka ofisi ya usimamizi linasema kuwa maji ya mafuriko yamefika gorofa ya pili katika majengo saba, na gorofa ya tatu katika majengo mengine matatu. Wakazi wote walioathirika lazima wahamie gorofa za juu, lakini lifti hazifanyi kazi. Jane anaendelea kuongea kwa sauti ya juu na kwa msisimuko, akitaka kucheza, jambo linalomfanya Ana apoteze uvumilivu na kumweka mtoto huyo juu ya meza, huku akimfokea kwa kutotii. Kisha anaanza kufunga mizigo, huku akigundua kuwa maji yanaanza kufika miguuni kwake. Wakati huo anapata simu kutoka kwa wakala wa usalama wa kampuni yake ambaye anamwambia kuwa yuko njiani kuja kumwokoa. Wakala huyo hataki Ana apoteze muda kufunga mizigo, anataka tu aende ghorofa ya juu na Jane. Ghafla simu inakatika na umeme unazimika kwenye jengo hilo. Ana anachukua mkoba mdogo wa kuweka dawa za Jane, kisha anakimbia kumtafuta mwanaye. Jane amekasirika na amejificha kabatini. Hivyo Ana anamwomba radhi kwa kumfokea na kumshawishi atoke kwa kumwahidi kumbeba mgongoni. Wanapotoka nje ya nyumba wanawakuta majirani zao wote wakiondoka na masanduku. Ana anawapita kwa kasi huku akikimbia kwenye korido akitaka kufika kwenye ngazi haraka iwezekanavyo. Bahati mbaya, anakuta umati mkubwa wa watu umeziba ngazi na hautosheki. Ana akiwa amekata tamaa, anakimbia upande wa pili wa korido na kuona majengo yote ya jirani yakiwa katika hali ile ile kama yake. Anafika kwenye ngazi za dharura na kuanza kupanda juu. Jane anaona watu wakiogelea kwenye maji, hivyo Anna ana anaimba ili kumtoa mawazo. Baada ya kupanda gorofa chache, Anna anasikitika kukuta ngazi zimezibwa na rundo la vitu. Anamshusha Jane na kuanza kupanda juu ya vitu hivyo, lakini miguu yake inateleza na anakaribia kuanguka. Anna anafanikiwa kujishikilia, lakini kuona miili ya watu waliokufa kwenye maji kumfanya agundue jinsi hali ilivyo hatari. Hivyo anaamua kurudi nyuma. Wanapokuwa wakitembea kwenye korido ya ghorofa nyingine, kundi la watu linaingia kwenye baadhi ya vyumba ili kutumia bafu. Ana anasikia jina lake likiitwa na anamwona yule wakala wa usalama karibu naye akimtafuta. Anataka kumkimbilia, lakini wakati huo anagundua kuwa Jane amelifuata lile kundi la watu kuingia ndani ya chumba kimoja. Ana anamtafuta mwanaye kwa shauku na kushtuka anapoona wimbi kubwa la maji likikuja kuelekea dirishani. Hali hii inamkumbusha tukio la zamani akiwa amenaswa ndani ya maji na mumewe Gawon. Wimbi hilo linavunja dirisha na kuwapiga watu kadhaa, huku likijaza maji ndani ya nyumba hiyo. Ana anapoteza mkoba wake na anajaribu kuogelea kuufuata, lakini mkoba huo unasomwa na maji kupitia dirisha lililovunjika, na yeye mwenyewe anaanza kukosa hewa. Kuna nafasi ndogo kati ya maji na dari, hivyo anavuta pumzi ndefu kabla ya kuzama tena kumtafuta Jane. Katika chumba chingine, anamkuta mwanaye akiwa amepoteza fahamu na anamchukua haraka kuelekea mlangoni. Hata akijaribu pia, mlango haufunguki na yeye pia anapoteza fahamu. Wakati huo, wakala wa usalama Hejo anaufungua mlango na kumwamsha Ana kabla ya kumsaidia kutoka kwenye chumba hicho. Wanaogelea hadi juu na kupanda kupitia nondi za baraza ili kurudi kwenye korido. Kisha Hejo anampa Jail huduma ya kwanza ya kupumua. CPR na kufanikiwa kumwamsha ambapo mtoto huyo analia huko akimkumbatia mama yake. Hejo anawapiga picha na kutuma ripoti kwa kampuni kuthibitisha kuwa mtafiti wao mkuu yuko sawa. Baadaye watatu hao wanaanza kuondoka na Jane anakiri kuwa maji haya yanamkumbusha wakati baba yake alipozamia kwenye gari. Wanapoelekea ghorofa ya juu, Hejo anawaambia kuwa helikopta ya kampuni iko njiani. Anaeleza pia kuwa saa tatu zilizopita sayari ndogo ilipiga Antarctica, hivyo bara lote lililoyayuka linakuja kaskazini pamoja na maji ya bahari. Serikali ilijua kuwa sayari hiyo inakuja lakini hawakusema lolote kwa sababu hawakuweza kuizuia. Jambo linalomaanisha kuwa ubinadamu unafika kikomo. Ana haamini anachokisikia, hivyo Hejo anamfahamisha kuwa kampuni yake ni zaidi ya maabara ya kutengeneza akili bandia. Kazi yake imekuwa ni ya kutengeneza mbari mpya ya binadamu. Watu wawili walikuwa wakifanya kazi kwenye mfumo wa hisia ambao ni Ana na bosi wake ambaye amekufa katika mafuriko pamoja na mwanaye Ana. anataka kueleza kuwa mfumo huo ulikuwa bado kwenye hatua ya majaribio, lakini Hejo hajali. timu nyingine zayari zimeshakamilisha kazi zao. Kuna miili inayofanana na binadamu iliyopewa akili na uwezo wa kuzalia, hivyo wanahitaji tu hisia Mazungumzo hayo yanakatishwa na Jane akisema anataka kwenda haja kubwa, hivyo wanakimbilia kwenye chumba cha jirani kutumia bafu. Ana anatumia fursa hiyo kuwazima simu ya Hejo ili kumpigia mama yake na kumwambia kuwa anampenda. Ghafla wanasikia sauti ndani ya kuta na bomba la gesi jikoni linaripuka. Gesi inaanza kujaa ndani ya chumba hicho, hivyo watatu hao wanakimbia nje. Vyumba vingine vinaripuka na moto unaanza kusambaa pande zote za korido. Hejo anasimama kwenye nondo za baraza ili kupanda gorofa inayofuata, kisha Anna anajaribu kumkabidhi Jane kwake. Hata hivyo, mtoto huyo anahangaika mikononi mwa mama yake kwa sababu hataki kumwachia, jambo linalomfanya Anna aanguke kwenye maji baada ya kukumbuka tena ajali ya gari. Anna anafanikiwa kufika juu ya maji na kushikilia bango. Kisha anaogelea kurudi kwenye jengo na kumsikia mtoto anayeitwa Jisoo akilia kuomba msaada ndani ya lifti. Ana anajaribu kufungua milango kwa mikono yake bila mafanikio. Hivyo anakimbilia gorofa inayofuata kutafuta kifaa. Wakati huo, anaona baadhi ya waporaji wakitoka kwenye chumba kimoja wakizungumzia kuwashambulia watu. Hivyo anakimbia kurudi chini kwa hofu. Ana anajaribu kufungua lifti tena, lakini sasa maji yamefunika sehemu kubwa na Jiso hajibu tena. Wimbi kubwa linapiga jengo hilo na Ana anajikuta tena chini ya maji. Anakumbuka akivunja dirisha la gari na Gawon akimwambia aogelee mbele wakati yeye akimchukua Jane. Hata hivyo, Gawon alizimia na hakuweza kuogelea tena. Hivyo alimkabidhi mwanao na kuwalazimisha waondoke bila yeye. Katika wakati wa sasa Anna anaibuka tena kwenye maji akiwa kwenye ngazi na kukimbia kuungana na Jane na Hejo. Mwanawe hajisikii vizuri na anahitaji dawa zake ambazo Anna alizipoteza awali. Anamnyanyua na kukimbilia kwenye vyumba akiwa amedhamiria kupata dawa. Hejo anajaribu kumzuia na kumkumbusha kuwa wanaweza kumtengeneza upya mtoto huyo kwa sababu wana data zake, lakini Anna anakataa kusikiliza. Anakimbilia ndani ya nyumba moja na kuchukua vitu jikoni ili kuchanganya dawa ya kienyeji ambayo anamwekea Jane mdomoni. Kumbukumbu nyingine inamwonyesha Anna akimwambia bosi wake Hyunmo kuwa anataka kumtoa Jane. Hyunmo anapojiuliza ikiwa ni kwa sababu ya kifo cha Gawen, Anna anaeleza kuwa alikutana na Jane kwa sababu ya kazi tu na anakiri kuwa yeye si mtu wa kuwa mama Hyunmo anasema hakuna aliyezaliwa kuwa mama na anathibitisha kuwa mfumo wa hisia umekamilika. Baada ya miezi michache kampuni itawachukua watoto wao na Hyunmo anajiuliza ikiwa hawakupaswa kamwe kuwatengeneza. Katika wakati wa sasa, Jane anahisi nafuu kutokana na ile dawa ya nyumbani na anakiri kuwa anapenda kujisikia mgonjwa kwa sababu ana anampa uangalizi. Wanapotazama nje, wanashangaa kuona jua limetoka na dhoruba imekwisha. Hejo anamfahamisha Anna kuwa atapelekwa kwenye makazi ya usalama, lakini Jane hawezi kwenda. Anakiri kuwa hakuja kwa sababu anania na binadamu. Alikuja kwa sababu anataka kuona kile ambacho Anna atafanya na Jane. Pia anashiriki kuwa mama yake alimtelekeza akiwa mtoto. Wakati huo anga linakuwa giza na mvua inaanza kunyesha tena, ikisababisha maji kuanza kupanda kupitia jengo kwa kasi ya kutisha. Watatu hao wanakimbia kupanda ngazi kwa kasi na baada ya muda mfupi wanayaacha maji nyuma. Ana anaona wanandoa wenye mjamzito wakiomba msaada kwenye korido, lakini Hejo anamlazimisha kuwapuuza na kuendelea na safari. Jane anamuuliza mama yake ikiwa alihisi hivyo pia alipokuwa na mimba yake. Jambo linalomfanya Ana achanganyikiwe sana kiasi cha kupata mshtuko wa kisaikolojia. Hejo anapomkaguzi, Ana anafoka na kusema hataki kumwacha mwanawe. Hejo anaeleza kuwa kwa kile Hyunmo amekufa na mwanawe, Jane ndiye tumaini pekee kwa wanasayansi kutengeneza binadamu wapya. Kisha kundi hilo linaenda juu ya paa kumtafuta helikopta. Na Hejo anasoma maelekezo yaliyotumwa na kampuni. Kipaumbele chao ni kuzuia kuto uwepo kwa binadamu. Hivyo Ana lazima aripoti maabara moja kwa moja kukamilisha mfumo wa hisia. Timu ya usalama iliyokuja na helikopta inamuita Jane Newman 77 na kumchukua kwake Ana. Wanaume hao wanamshikilia Ana kwa nguvu, huku akitazama kwa uchungu mwanawe akifungwa pingu. Ana anamsihi Hejo amsaidie. Ndipo Hejo anafichua kuwa Hyunmo hakufa, alitoroka na mwanawe kwa sababu aliona ni bora afe kuliko kumtelekeza binti yake. Wanaume hao wanampumbaza Jane na sindano na kuanza kumnyoa hewe. Ana anachanganyikiwa na kuomba rehema wakiwasihi wamwake Asaye na Jane angalau mpaka wafike makazi. Walinzi wanamwambia kuwa hakuna makazi na kisha wanampiga risasi Hejo. Inabainika kuwa kila mtu atakufa hapa na Ana pekee anayeruhusiwa kutoroka. Baada ya Ana hatimaye kumwaga Jane, wale wanaume wanakata kichwa chake kuchukua data zake na kuziweka kwenye sanduku. Helikopta inaondoka ikiwa na rubani pekee, lile sanduku na Ana ambaye anagundua kuwa ana miwani ya kuogelea ya Jane mfukoni. Wakati dhoruba kali inafurika sayari nzima, roketi saba zinaondoka duniani ikiwa wanasayansi waliobaki wa project. Ujumbe uliorekodiwa na mkurugenzi Huiso unaeleza kuwa baada ya dakika 15 elfu mbili za vipande vya meteorite vitaanguka duniani na viumbe vingi vitatoweka. Wanasayansi na roketi lazima wakamilishe project ili binadamu aweze kubadilika na kuishi. Timu ya tayari inaweza kuchapa miili ya binadamu, wanachohitaji ni hisia tu. Lengo ni kupata mama na mtoto ili kuanzisha jamii, na mtoto tayari amekamilika, wanahitaji tu kumkamilisha mama. Anna anapendekeza kuanza igilazi ambalo litampitisha mama huyo kwenye matatizo mengi ili kumwokoa mwanawe mara kwa mara ili waweze kukusanya hisia zote muhimu kwa muda mfupi. Wakati vipande vya meteorite viko karibu kupiga roketi, Anna anajiunganisha na igilazi na anaamka kitandani. Wakati huu maji ya rajaa chumba, lakini anapata simu ile ile ya Hejo akimwambia kuwa watakuja kumchukua. Anna anafikiria mazungumzo yake na Hyunmo na kugundua kuwa walinzi watamchukua Jane baada ya kuchukua dawa. Anna anamwambia Jane atii na asimfuate mgeni yoyote. Jane anaanza kulia na kumuita mama yake muongo, huku akijiuliza kwa nini ana umri wa miaka sita kila siku. Akipuuza maoni hayo, Anna anamnyanyua na kukimbilia kwenye ngazi, lakini anakuta pande zote zimejaa watu. Wakati huo wimbi kubwa linapiga jengo. Hivyo Anna anamshika Jane kwa nguvu na kuogelea kuelekea juu. Anamsaidia Jane kupanda kupitia nondo ili kufika kwenye korido na kisha naye anapanda, lakini hamwoni mtoto huyo popote. Anna anakimbea kwenye korido, lakini analazimika kusimama wakati wimbi kubwa linapopiga eneo hilo. Kisha anakagua mafuriko kati ya majengo na kumwona Jane akijaribu kuogelea. Anajirusha kwenye maji, lakini mkondo ni mkali sana, hivyo hawezi kumfikia. Anapoona helikopta angani anakumbuka mzunguko wa awali wa uwigaji na kupata miwani ya Jane mfukoni mwake. Ghafla gari linaloelea linamponga kwa nyuma, likimuua na kusababisha uwigaji kuanza upya. Baada ya muda, Hejo anampa Anna huduma ya kukandamiza kifua ili kumfufua. Namba 787 iko kwenye shati lake, ikionyesha kuwa hiyo ni idadi ya mara ambazo amepitia uwigaji huo bila mafanikio. Heijo anamwonyesha picha aliyopiga awali ikifichua kuwa Jane alilifuata lile kundi la watu na yule mtoto aliyekuwa kwenye maji hakuwa yeye. Ana anaenda kumtafuta mara moja, na wakati Hejo anajaribu kumzuia, anachukua bunduki yake na kupiga risasi sakafuni akitaka maelezo. Vyumba vinaanza kulipuka na muda si mrefu, mlipuko unampata Ana na kumuua tena, katika uigaji namba 1931 na ana anakaribia kuanguka kwenye baraza na Hejo anamwahi na kumshika. Hata hivyo, Ana hataki kwenda naye kwa sababu anaogopa atamchukua mwanawe. Hivyo anajirusha kwenye maji. Anapomwona Jane kwenye baraza lingine akiwa ameshikiliwa na mwanamume mmoja, anaogelea kurudi ndani ya jengo. Kisha Ana anapita karibu na lifti na kumsikia Jisoo akiwa amenaswa ndani tena. Anajaribu kufungua milango bila mafanikio na anaishia kuzama. Ana anajaribu kumwokoa kila wakati na anaendelea kufa. Hivyo sasa yuko kwenye uigaji namba 1407 anaenda ghorofa ya juu kuchukua deki kwenye kabati la usafi na kuivunja ili kupata mpini. Anautumia hatimaye kuifungua lifti. Jisoo anaogelea akitoka nje na kwa pamoja wanaenda ghorofa inayofuata. Baadaye wanapata nguo kavu kutoka kwenye chumba kimoja na Jisoo anamwambia Ana kuwa aliwasikia waporaji wakizungumza kuhusu mtoto. Ana anakimbilia upande ule ule akikumbuka kuwa katika mzunguko uliopita aliuawa na waporaji. Wakati huu anajaribu kunyata, lakini wale wanaume wanamwona. Anauliza kuhusu Jane, lakini wale wanaume wanampuuza na kujaribu kuondoka. Wakati huo, Hejo anamtafuta kutoka baraza la upande wa pili na Ana anajaribu kumvuta, hivyo waporaji wanamvuta ndani ili wasikamatwe, baada ya kuona kuwa wamiliki wa kile chumba hicho wamepigwa na kupoteza fahamu. Ana anampiga teke aliyemshika na kujaribu kukimbia, lakini yule jamaa anamkabili kwenye kabati na kuanza kumkaba koo. Ana anakaribia kufa na uigaji unakaribia kuanza upya, lakini anapata nyundo iliyoanguka kutoka kabatini na kuitumia kumpiga mshambuliaji huyo kichwani. Bahati mbaya mporaji wa pili anamvuta nyuma na wanaume wote wawili wanajiandaa kumuua. Ghafla Jisoo anatokea mlangoni akiwa na hejo ambaye anawashinda waporaji kwa urahisi na kuwatupa nje kupitia dirishani. Hata hivyo, Ana bado hana taarifa kuhusu Jane. Wakati anakumbuka kumpa ile dawa ya kienyeji, wamiliki wa kile chumba wanampa chopa yenye mchanganyiko uliobaki. Ana anamwambia Jisoo aje naye kwa sababu chumba hicho kitajaa maji hivi sirinda. Lakini Jisoo anaeleza kuwa hawa ni babu na bibi yake na anaamua kubaki. Baada ya simu kutoka kwenye kampuni Hejo anamfahamisha Ana kuwa timu yake itakuja na boti kumtafuta Jane katika jengo zima. Ana anakumbuka jinsi mtoto huyo alivyokatwa na amedhamiria kumtafuta kwanza, hivyo anaendelea kupekua kila ghorofa. Huu sasa ni uigaji namba 7989. Wakati Ana akiendelea na utafutaji wake, anaona mawakila wa usalama wakipiga risasi waporaji katika ghorofa inayofuata anakuta michoro ya mtoto ukutani na kukumbuka jinsi Jane alivyokuwa akipenda kuchora kwenye tableti yake. Anaendelea mbele na kugundua kuwa yule mama mjamzito amejifungua, hivyo anamsaidia kumshika mtoto na kuwapa koti lake. Anapokuwa akitoka, anamwona mume akirudi na maji moto ya kumwosha mwanawe. Hili hali inamfanya Ana ajisikie hatia kwa nyakati zote alipompuuza Jane, na anakumbuka kuwa Jane angekuwa akimtumia michoro yake kwenye simu yake moja kwa moja anakagua simu yake na kusikitika kukuta michoro ya elfu moja ya yeye kumtelekeza Jane kabla ya kuondoka na helikopta wakati huo Hejo anapiga kelele kutoka ghorofa nyingine akisema amempata Jane anakimbia mara kwa moja kujiunga nao lakini anapoingia ndani ya chumba mawakila wanamrukia kutoka nyuma ili kumkamata Hejo anamwambia kuwa watamwamsha juu ya paa ili kusema kwa heria na Ana anamkumbusha Hejo kuwa hufa, hufa juu ya paa kila wakati, kisha inafichua kuwa huu ni uwigaji namba 1341, na Hejo anapojaribu kuuliza maelezo mengine, mawakala wanamfukuza akiwa njiani rudi Hejo hatimaye anaona taswira za mizunguko ya awali, anachukua tuzo kutoka kwenye rafu na kuitumia kupiga mawakala Bahati mbaya mmoja wao anapata nafuu haraka na kujaribu kumpiga risasi Hejo kichwani. Ana akiwa na kizunguzungu anachukua bunduki ya mawakala mwingine na kufungua risasi kumwokoa Hejo. Baadaye Hejo anampa sindano inayomwamsha kabisa na kumuuliza kinaendelea nini? Ana anamwambia hadithi nzima, ikieleza kuwa anashindwa kumwokoa Jane kila wakati. Pia anafichua kuwa wameshaongea mazungumzo haya mara chache na hata wamejaribu kupigana na mawakala pamoja, lakini waliuawa katika kila mzunguko. Ana anaogopa kuwa Jane hataki kumwona, lakini Hejo anadhani mtoto huyo kwa kweli anamgojea katika uigaji namba 201, 4999. Ana na Hejo wananasa kwenye mapambano ya risasi na mawakala tena. Hejo anataka kujaribu kitu tofauti, hivyo wanapanda nje ya dirisha ili kufika gorofa nyingine. Wanapokuwa wakikimbia kwenye korido, Hejo anapambana na wakala mmoja kwa mikono na anajitolea kubaki ili Ana aendelee kumtafuta mwanaye. Ana anakimbilia kwenye chumba kisicho na watu na mawakala wengine wanampurukia kumkamata kabla ya wimbi kubwa kupiga dirishani na kuwatupa wote nyuma. Akiwa sasa huru, Ana anaogelea kumtafuta Jane, lakini bado hamwoni, hivyo anaamua kwenda juu ya maji. Maji sasa yamefika juu kiasi cha yeye kuweza kufika kwenye paa. Anapofungua kabati la nguo lililotarikezwa, hatimaye anamkuta Jane akiwa hana fahamu. Mara moja anampa ile dawa, lakini mtoto huyo hajibu. Ana anapata mshtuko na kuomba radhi kwa kumtelekeza mara nyingi, lakini wakati huo Jane anaamka na kusema kuwa hakuwahi kumtelekeza aliposema kwa heri alimwambia asubiri kabatini kwa sababu angerudi kumchukua na ametimiza ahadi lake. Wakati huo huo, inafichuliwa kuwa vimondo vilipiga roketi na Ana akajeruhiwa vibaya. Kabla ya kufa alimwomba mkurugenzi atumie akili yake kwa ajili ya uigaji ili aweze kuwa na Jane tena. Wanasayansi walichukua kumbukumbu kumbu zake na kuziingiza kwenye mfumo wao, wakitumaini kuwa hii inaweza kusaidia ubinadamu. Juu ya paa, mawakala wanakaribia na wimbi kubwa liko karibu kufunika jengo. Ana anampa Jane miwani yake na kumwambia aogelee, hivyo anajirusha kwenye maji wakati mawakala wakimkamata mama yake. Kumbukumbu nyingine inaonyesha kuwa Jane na mtoto wa Hyun Mo walikuwa watoto waliochapwa na kampuni ili kutengeneza akili bandia ya watoto, jambo linaloeleza kwa nini mawakala walisisitiza kuwa wanaweza kuachwa nyuma. Walihitaji tu data ili kuendelea mbele. Jane alikutana na Gon baada ya jaribio kuanza, lakini alikubali kuwa baba wa mtoto huyo na hata kushirikiana naye kwa upendo. Wakati Gon alipokufa, kifo chake kiliwaathiri wote wawili, Anna na Jane. Katika wakati wa sasa, uigaji unakaribia kuanza upya. Anna anafanikiwa kujinasua kutoka kwa mawakala na kujirusha kwenye mafuriko kuungana na mwanaye. Baada ya kupita kwenye mkondo wa data na kuogelea kwenye maji, Anna anaibuka na kumkuta Jane akiwa ameshikilia antena. Anamkumbatia kwa nguvu na kumwambia kuwa wataogelea pamoja kabla ya wimbi kuwashusha chini. Kwa vile Ana huyu alimsaidia Jiso, akamsaidia mama mjamzito na kubaki na Jane hadi mwisho, mfumo unaona ukosefu wake wa ubinafsi na hatimaye unachukulia uigaji huo kuwa umekamilika kwa mafanikio. Akili bandia za Ana na Jane zinawekwa kwenye miili mipya iliyochapwa na kutumwa kwenye sayari nyingine ili kuanzisha jamii mpya yenye kumbukumbu za ubinadamu. Hakikisha una subscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama videos nyingi zaidi kali kama hii. Asante kwa kutazama.